Unatazama Furaha FM Media. Kwa majina naitwa Elia Kitomo. Uh, ninazungumza kupitia redio Furaha moja kwa moja kutoka Malawi. Uh, tupo hapa kwa ajili ya programu ya masuala ya muziki, na ni mwaliko rasmi wa Kanisa la Kilutheri kwa ajili ya kufundishana na kuelekezana baadhi ya vitu ambavyo E, wenzetu hawana, sisi tunavyo, na ni mwaliko maalum kupitia askofu wa, e, wa dayosisi ya Karonga pamoja na msaidizi wa askofu, na ni program tuliyoipanga kwa muda mrefu. Kwa hiyo hatimaye Mungu ameifanikisha tuko hapa. E, na namshukuru Mungu kwamba e, Radio Furaha hamjawa mbali ku e, ripoti hizi taarifa e, na kwa sababu ni official kwa hiyo ni muhimu pia kuizungumzia tunafanya nini Malawi na programu kubwa ambayo tumeifanya leo ni uh, kuhudhuria ibada kujifunza liturujia ya kanisa la Malawi la Kiluteli, lakini pia tumepata nafasi kubwa na wametuheshimisha kwa sababu wameailisha uimbaji wa kantate wa dayosisi kwa ajili yetu sisi ili tujifunze vitu vingi ili tunapoanza kuendesha semina ya masuala ya muziki, tio tuna vitu ambavyo tumevipata na tumeviona pia kupitia uimbaji. Lakini jambo la pili ni kwamba ni projekti ambayo imepangwa muda mrefu, na huu ni mwanzo, tutarudi, tutarudi, tutarudi kutokana na namna ambavyo programu imepangwa. Lakini jambo la tatu ni kwamba Karonga ni dayosisi changa na kama Dayosisi changa inatamani kupata marafiki na imeanza kupitia masuala ya mziki kwa maana ya kwaya na wanamziki, na ndio maana leo niko hapa, na nadhani kwamba programu hii kama tutaisimamia na kuishika vizuri inaweza ikaleta matunda makubwa, na Dayosisi ya Iringa itaonyesha ukubwa wake katika kusupport au kuzungumza masuala mazima yanayohusiana na uimbaji lakini katika kanisa letu. Lakini kubwa zaidi ambalo tumelifanya leo, tumeanza na kitu kinaitwa vocal training, lakini kuwaelewesha watu kuna mziki unaitwa ulianzishwa saluni na unaitwa barbershop. Ulianza kidogo na watu wanne, lakini sasa hivi ni mashindano ya dunia na yanafanya vizuri. Sasa nini tunawaelewesha ni kwamba unavyozungumzia barbershop ni independent choir, not church choir. Kwa tunazungumza maadili na mambo mbalimbali mbali ya kuanzisha kwaya kama hizo, ili kanisa lisiharibike, lakini pia tunarudi kwenye kanisa letu kwamba, je, mfanano wa kanisa la Kiluteli la Malawi la, la, la, la Tanzania. Lakini pia namshukuru Mungu, kesho kutwa unafahamu kwamba tutasafiri kwenda Zimbabwe. Je, kuna mfanano fulani, kwa sababu ni lazima baadhi ya vitu tufanane kama Walutheri. Kwa hiyo tunafanya semina hizo, na jambo kubwa ambalo tutaanza nalo kesho ni ufundishaji wa liturujia pamoja na uh, antifona, ambazo tutazifanya pamoja na baba askofu, kwa kutupa maelekezo ya nini wanaimba Malawi.